Karibu sana mpendo wa mtazamaji na msikilizaji wa Bukelebe TV. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kutufikisha katika siku ya nane ya siku hizi kumi za maombi maalum chini ya mada kuu Kufunguliwa. Leo Roho Mtakatifu anatualika tutafakari somo lenye uzito mkubwa katika maisha ya Mkristo, nalo kuipenda familia ya imani kama Yesu Kristo anavyoipenda. Karibu tuwe pamoja, tusikilize, tujifunze na tuombe ili Mungu afungue mioyo yetu. Tuombe. Ee Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa uhai na kwa fursa hii ya kusikia neno lako. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu tukikuomba Roho Mtakatifu aje atawale kipindi hiki. Fungua mioyo yetu, fungua akili zetu, na ufungue maisha yetu, ili tuweze kupenda kama Yesu alivyotupenda. Ondoa kila kizuizi cha chuki, ubinafsi na kutojali. Tufundishe leo kwa neno lako, tunajisalimisha kwako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Neno la Mungu katika Matendo ya Mitume 2:41 linaonyesha kuwa baada ya mahubiri ya Petro siku ya Pentekoste watu wengi walipokea injili na kuongezeka katika kanisa. Kuongezeka huku kwa waumini hakukuleta migawanyiko, bali kulichochea upendo wa dhati miongoni mwao. Walielewa kuwa wao sasa ni familia moja ya imani walikuwa na mioyo iliyounganishwa na Kristo na kwa sababu hiyo waliweza kupendana wao kwa wao. Katika Matendo ya Mitume 2:42 hadi 44, tunaona wazi kazi ya Roho Mtakatifu. Waumini walikuwa wakikaa pamoja, wakishirikiana neno la Mungu, maombi, kuvunja mkate na kusaidiana katika mahitaji. Hakuna aliyesema mali yake ni peke yake upendo wao haukuwa wa maneno tu bali ulikuwa wa vitendo. Mfano huu unatufundisha kuwa upendo wa kweli wa Kikristo unaonekana katika kushiriki, kujali na kujitoa kwa ajili ya wengine. Ellen White anatukumbusha kuwa pale neema ya Kristo inapodhihirishwa katika maneno na matendo ya uaminifu, nuru ya Mungu huangaza kwa wale walioko gizani. Kanisa la awali lilijazwa na Roho Mtakatifu, na matokeo yake walitoa kwa ukarimu mali zao kwa kazi ya Mungu. Ndiyo maana maelfu waliokoka kwa siku moja. Hata leo kama waumini wataongozwa na Roho Mtakatifu kwa moyo ule ule wa upendo na ukarimu, kazi kubwa ya Mungu itatimizwa. Ujumbe wa malaika wa kwanza wa Ufunuo kumi na nne unatuita tumche Mungu na kumwabudu yeye. Ujumbe huu unalenga kututenga na upendo wa dunia na kuturudisha katika upendo wa kweli wa Kristo. Pale tunaponyenyekeza mioyo yetu na kurudi kwa Mungu, roho na nguvu ya Mungu hudhihirika na kanisa hurudia hali ile ile ya umoja, imani na upendo kama ilivyokuwa katika siku za mitume. Ndipo Bwana huongeza kanisa kila siku kwa wale waliookolewa. Katika Yohana 13:34 Yesu alitoa amri mpya: pendaneni ninyi kwa ninyi kama vile nilivyowapenda ninyi. Huu ni upendo wa kujitoa na kusamehe, wa kuhudumia bila kuchoka. Ellen White anaeleza kuwa waumini walipaswa kuhifadhi upendo huo kila wakati, upendo unaotoka kwa Kristo mwenyewe. Huu si upendo wa kibinadamu, bali ni upendo unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Tunapoangalia maisha yetu leo tunapaswa kujiuliza: je, tunapendana kama familia ya kanisa? Je, tunajali mahitaji ya wengine? Je, tunatumia maneno na matendo yetu kujenga au kubomoa? Neno la Mungu linatukumbusha katika 1 Yohana 4:19 kuwa sisi twapenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Upendo wetu kwa ndugu unatoka katika kutambua upendo mkubwa wa Mungu kwetu. Kanisa la kwanza lilikuwa tayari kujitoa mhanga kwa ajili ya wengine. Walikuwa wapole, wanyenyekevu na wenye moyo wa kushirikiana. Upendo wao uliwachochea wengine kumpokea Kristo. Vivyo hivyo leo Mungu anatuita tuwe chombo cha upendo wake katika familia zetu, kwa marafiki na hasa katika familia ya kanisa. Pale tunapopenda kwa vitendo, injili inakuwa hai na inavutia. Leo Roho Mtakatifu anatuita tufungue mioyo yetu zaidi. Ikiwa unatamani kumpenda ndugu yako wa imani zaidi ya hapo mwanzo, kujali mahitaji ya wengine na kuwa chombo cha baraka katika kanisa, mwombe Roho Mtakatifu akufungue moyo wako sasa. Changamoto ya saa 24 ni hii: mwombe Mungu akuonyeshe mtu mmoja katika familia ya kanisa lako mwenyewe, kanisa lako, mwenye uhitaji, kisha chukua hatua ya upendo kabla ya mkutano wa kesho. Kabla ya kuhitimisha somo la leo, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako lenye uzima. Tunakiri kuwa mara nyingi tumepungukiwa katika kupendana kama ulivyotutaka. Tunakuomba utusamehe na uijaze mioyo yote kwa upendo wa Roho Mtakatifu. Tufanye kuwa kanisa lenye moyo mmoja na roho moja. Tusaidia kupenda kwa maneno na kwa matendo. Tufungue macho, tuwaone wenye uhitaji naotufunge mikono yetu kwa kuhudumia. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa msikilizaji wa Bukelebe TV, tunawashukuru kwa kuwa nasi leo. Tunakuaga tukiwa na wito mmoja, tudumishe umoja wa familia ya imani. Toka hapa tukiwa na moyo mmoja, roho moja, tukipendana, tukijali na kushirikiana kama ndugu na dada katika Kristo. Umoja wetu ndio ushuhuda wetu. Endelea kusimama pamoja katika maombi, katika neno na katika upendo, hadi tukutane tena kesho. Mungu atufungulie mioyo yetu, aulinde umoja wetu na atutumie kuwa baraka. Amina. Mtazamaji, natumaini unaendelea kubarikiwa na masomo haya. Ikiwa leo ni siku ya nane kati ya siku kumi za maombi, na tumejifunza kuhusu kupenda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda na msingi wa Biblia tukaangazia katika Matendo ya Mitume 2:41 hadi 47. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ustasela Joni. Usiache kupita katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Bukelebe TV, Facebook Bukelebe TV na YouTube Bukelebe TV.